Dawa itazame vizuri. Mimi Wema sina nguvu e, hey, lakini nakuonesha kuonesha, wewe ndio utakuwa unasomesha madawa uweze kuwasaidia wananchi. Hii dawa muiangalie na muitazame vizuri, una vitu vya nyume tumiwa. Inafukuza sana mambo ya nyoka, ukiwa na nyoka zinakuingilia kwa nyumba. Panya, ukiona panya zimeanza kuja kwa nyumba, zinakula kila kitu zinapasua nguo, ujue mashida yanakukujia, au kuna mtu mwenye alikupeleka kwa mganga, unaenda kufirizika completely ukiwa unaingiliwa panya au nazo nyumbani. Panya kuwa nyumbani sio utajiri, panya kuwa nyumbani ni umaskini. Zinakula vitu, unakuta kila kitu kimeharibika kwa ajili ya panya. Hiyo ndio dawa ki, dawa ya kuvifukuza ndio hii hapa ito itwange, weka kwa makaa ya moto, uzungushe kwa nyumba yako hivi. Moshi ukiwa unatoka utatafuta kifaa kizuri uweke makaa ya moto ambacho hakipasuki, weka hii dawa, utakuwa umefukuza kila kitu. Dawa ndo hiyo gani? ndo hii hapa unaiona mwanangu, hii dawa inafukuza vitu ulivyotumiwa na waganga, inafukuza uchawi uliotumiwa wake wenzako marafiki, majirani. Hii ni kiboko ya kufukuza madawa. Itazame vizuri, mukaeni salama.